Mambo vipi, mtazamaji wa Bongo Plus tv na 96 linki. Mimi naitwa Victor Madaha, bianze camera yupo Riziki bwana, kama kawaida bana. Leo nimemtembelea mama yangu Mama Love Kungwi, na vitu vingi sana vya kuzungumza naye na kuna washika zangu kwa mnaniambia bana, Victor bana, tunaona uh, valentine mlivyoenda mambo ametokea mengi sana, mbona hujamfuata mama yetu tupate la kusikia, anaizungumziaje sasa? Bahati nzuri mguu wangu huko hapa. Mama kwema? lakini Alhamdulillah, mzima namshukuru Allah. Unapendeza, kusema kweli. <laughs> Basi ndo namaliza uzee wangu. Wanasema umegoma <laughs> kuzeeka. <laughs> Um, wapi, hapana, shazeeka tayari siku nyingi si, mimi sio wale wanaambiwa e, umegoma kuzeeka, naanza kujisifia, oh, natumia product. Mimi natumia vitu vya bei kubwa, ndio <laughs> maana sijazeeka. Ah, mimi sio huyo <laughs> mi shazeeka hivi. Mwisho wa kusherehekea Valentine ni mpaka ufike miaka mingapi? Ama ni, ni, ni eji yoyote azokasherekea Valentine ndo nini kwa sherehe ya, siku ya wapendanao? Ah, mie sijui. Yes, naiona tu kwenye mitandao <laughs> kwa kweli, mi kusema kweli, sijawahi kusherekea Valentine yeah. Lakini kama niliwahi, sijui, sikumbuki yeah. Ila Valentine kabisa, kwa sababu si miaka hiyo ambayo mimi niko nimeolewa, hakukuwa na hivyo vitu sie tulikuwa sana ikija ile mwaka mpya kama tulikuwa tunaona ajabu vitu kama hivyo e. Sio, kwanza sie tulikuwa washamba fulani. <laughs> Enzi hizo tulikuwa wakuja, yaani ushamba fulani hivi. Sio sasa hivi, sasa hivi maneno yenu unyama mwingi ah, mm, vingi sana eh. Lakini mama, kabla tujaendelea na mengine, mi nikupongeze sana kiukweli, nimekuta mazingira tofauti. Baadaye nitamwambia ntamwambia kameraman wangu ayachukue na mazingira mengine ayaonyeshe. Kikweli umetuwekea seti nzuri sana kwa sisi ambao tunapenda kufanya item. Ah, hii ni kwa ajili yenu, yeah, Niseme kweli, mna mchango mkubwa sana kwangu, yaani mna asilimia karibu sabini na tano ya maisha yangu mm jinsi ninavyokuwa nafanya kazi vipi, na mmenipokea kama mama yenu. Mlikuwa mnakuja kimasihara masihara, mmoja mmoja, lakini saa hizi nikitokeza popote, yani mmekuwa nyinyi mnaniona mimi bora kuliko watu wengine, na huwa ninapata faraja pale ninapoona video zangu. Hata kama watu wananitukana, lakini bidhaa wananunua na meseji zinafika kwao. Anaechukia nachukia, lakini linamfika, pengine yeye kakosea hata na mimi kuelekezwa huwa sikatai, lakini mimi ni mama wa mitandao, kwa hiyo wanasema kile ambacho kinatoka kwenye moyo wangu. Kwa hiyo mi, Valentine naiona kwenye mitandao, lakini ndio kimjini mjini tunakwenda nayo tunaona, lakini japo kuwa sisi kidini yetu haiwezekani, sio nzuri. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu wanasherehekea na wengine hawasherehekei. Mi simpongezi mtu yoyote anayesherehekea, ila wasiosherehekea ni, ni wao kwa hiyo well, hata wasiosherehekea sisemi si kuwa oh, kwa nini hawajasherekea, ni maamuzi. yeah. Yeah. Nimeona. ni, ni, ni mama, kwa mfano umesema um, um, kidini lakini kwa maana ya Uislamu kusherehekea uh, Valentine sio si sahihi ndio. yeah. Nimeona ni Damo na, na, na, na Zuchu alienda kwenye sherehe ya Valentine. Unajua wao wako kiusanii zaidi. Yeah. wako kisanaa zaidi kwa hiyo pengine kazi zao zinawafanya waende huko, na ukiangalia Valentine wakitengeneza na nyimbo zao, ndio tena, si ndio? E, utamu wa tende tena, yeah, yeah. E, yeah. watu ndio wanauonja utamu wa tende yeah, yeah, wanaenda wanasherekea, wanaburudika yeah. Niseme Valentine imekuja kama kama vile mapenzi ya kishetani fulani? ah. E, mapenzi ya kishetani? E, ya kishetani kivipi? Kipi tena. mnaweza mkasherekea na asubuhi yake mkaachana usiku mkasherehekea Valentine siku ya pili mkapigana mkafukuzana. yeah. Yani ikawa mbinde, mbinde. Nao? Ha, we, wapenda nao, mtu anapendana kutoka moyo moyo na moyo, <laughs> na imani ziwepo na furaha. Mapenzi yani ya kwenda kujionesha siku moja siku mbili yeah. kila mwaka kwa mara moja yeah. kwani baba zetu na mama zetu wenyewe baba zenu waliowana mwaka siku moja yeah? si walioana wakakaa wakakuzaeni na kila kitu, mbona yeah. Wao baba zenu hawafanyi Valentine <laughs> na mama zenu Tungewaona mama na baba basi wameenda kwenye Valentine, wako wapi wazee wazima? Amna Valentine imekuja kwa ma sister, du, ndio wengi hao, wale wa mitandaoni wakujisikia sikia wenye boyfriend Valentine. Mke na mume wengi wanaibana huko, ndio wanaonesha Valentine. Watu wameongwa magari, hata wakihongwa nini, ndio mapenzi ya kishetani ndio, mm. Walopewa zawadi zao wazifanyaje sasa? hey, walopewa ndo wamepewa tena hey. watazitumia hivyo hivyo na, na ushetani wao mwisho wa siku hey. zawadi zile zitakuwa sumu hmm. zawadi za Valentine. tena zitakuwa sumu. Mm, mwisho wao kwa sababu hey. zawadi zina gharama ujue mtu akikupa kitu halafu kitu chake kikubwa yeah. we yeah. Hey. anakutumia mpaka kwenye kucha yako mm. ndio wamewapongeza bwana. Kwa mfano nilikuwa naangalia kwenye event ya, ya Garabii pale, wasanii ambao walikuwa wamejitokeza pia wakasema japokuwa Diamond na Zuchu ilivyosema ni wasanii, lakini pia kiukweli walipendezeana kwenye shughuli kusema kweli. Wale kila siku wanapendeza, msije mkasema nawapendelea na eh, yeah uh, Diamond Zuchu, uh, ni kitu fulani kimekuja cha kufurahisha mioyo ya watu. Wanapendeza niseme ukweli, sawa, wanapendeza sana sana sana wanapendezana sana kitabia, Zuchu mvumilivu mstahimilivu. Diamond ana mambo yake, lakini kwa Zuchu ha hapindui. Ha hapindui. Ha kabisa. Tunasikia mama, eti kwamba watu kwa kumwangalia Zuchu eti wanasema kwamba itakuwa tayari eti ana mimba yeah. Na mimi ndo nasikia hivyo hivyo yeah. Na nikimwangalia mshavushavu, mshunushunu, mtoto wangu mzuri nani, naona mshavu shavu, mshunu, shunu, yeah. yeah. Yeah. <laughs> mshavu, mshavu, umekuja kuja kidogo yeah. kidogo kanenepanenepa, hatujui, inawezekana yaliyomo yamo yeah. Inawezekana yeah. inawezekana kipo kitu sijui, ya Mungu mengi, Mungu amjalie yeah. mm -hmm. kwa namna nilivyoona na comments za watu wanavyosema yeah. Kati. Unajua nyimbo nzuri anaimbiwa mtoto, haimbiwi nyimbo mbaya yeah. Safari hii wameimba nyimbo nzuri watu yeah. Mimba, mimba, mimba basi, inshallah ikawe mimba yenye heri yeah. Waje kupata mtoto mwenye heri na baraka ndo yeah. Tuombe hivyo tu. watoto wako, watoto wako, uh, nani Harmonize, pia na Kajala nao nimewaona, wamekila sehemu wako sasa hivi hey, yani mm? Yani eh? We acha eh, unaona wapi? Nawaona kila sehemu yani, nikifungua tu hawa eh? Hapa mbele ya macho yangu eh? Nikifungua tu hawa hapo mbele ya macho yangu. <laughs> Mimi naingia mitandaoni kuposti kama hivyo video zangu za, za dawa za nini, nikiingia tu nakutana nao e, kwa, kwa namna unavyoona, lakini penzi lao livyorudi kwa fujo litadumu kweli? Maana utaratibu ambao ulikopo mwanzo na ndo umeendeleza ule ule, miksa kupeleka na mpaka Mombasa wapi, zawadi huku na huku, ani gari wale bwana, yeah. tusiseme sana tutaharibu, yeah. <laughs> tusiseme sana tutaharibu kwao, mwisho watu watatuchukia. Kwa nini? <laughs> ni tusubirini tu, yeah. tusubirini tu, yeah. ngoma bwana, ikivuma sana, yeah. mwisho wake inapasuka. <laughs> tena napasuka pabaya kweli yani. E, yani ngoma ngoma ikivuma sana wanangu eh. Mwisho wake huwa inapasuka vibaya kweli e, sana, sana. Kwa nini wanakosea wale kwani? Hawakosei ila wanapokosea bado hawajaoana ah. Waoane tuone matashtiti yale bwana ah. Yanafaa mke na mume sio hawara ah. E, pale, pale tunataka kuona ndoa Mama Love Kungwi inataka kuona ndoa ah. ya Kajala na Harmonize. nataka kuona ndoa ah. Hey! Ah. Mi hayo mambo mengine anishughulishi ila nataka kuona ndoa ah. Kwa sababu kama Kajala sio mdogo, Harmonize sijui ana miaka mingapi? Kumbe pipa na mfuniko, wale kwa wale basi wa wat, watawezana na nadhani eh. Unajua, ukikaa na mtu kwa muda mrefu hmm. unamzoea vizuri sana, unamzoea tabia zake, unazoea kila kitu na nahisi Harmonize anachoondoka kwa wengine ni mazoea ya Kajala ah. jinsi gani, pengine hatuwezi kujua ndani ya nyumba uh -huh. ana mhendo vipi? uh -huh. Yani hatuwezi kujua e. mm. Anavyomchukulia, anamtekea, anamfahamisha vitu vingine vizuri vizuri mm. na mapenzi pia ya ndani ya nyumba mix hayo uh -huh. e. e. e. mtoto yule shughuli inaonekana anaiweza eh. yule Kajala eh. Awe. <laughs> Anaonekana yule kuna mmoja yule alimwagisha maji alikuwa nani yule? Ile nyimbo yake ilikuwa inaitwa so, nini eh e, ameroa e. ameroa yule ameroa, akasome e. kwa Kajala e. akasome oh, ana, anaonekana mambo anayaweza. anayaweza alafu niseme kitu kimoja msafi e, Kajala msafi mashaallah Ma, yani ukiangalia hata zile video zake e. hata yeye mwenyewe mm necha msafi. Eti, eh? mm. ah. msafi necha yake unamuona na kitu. Kwa hiyo eh, unajua mwanamke ukiwa msafi, mwanamme anakupenda sana Automatic, eh? kabisa kabisa, inakuja tu yenyewe, kwa sababu usafi ni mapenzi ah, okay. usafi ni raha ah. Kwa hiyo pengine Harmonize anakwenda anakwenda anakutana na nao wote, hamna kitu ndani ya nyumba. Kwa hiyo yule anaangalia nyumba, anasafisha ah. anamsafisha Konde Boy ah. anamfanyia maskrabu nini nini eh, yeah. eh. Wa. E, e, lazima napagawa ni lazima, lakini mama sasa mkweli wa Mbeya wameumbuka wakati, maana wameumbuka. E, maana hata walisema wali kwamba e. Uh, lpa na mitindo ndo bas tena, sikia Valentine kaka kaja pale na, ma, na mazawadi ya gari kumpa, kampa gari e. Sio safari, sio mabegi kumbe. <laughs> <laughs> sio mabegi tena gari. magari magari mawili wale hawawezi kuachana wale hawawezi eh? wameshazaa alafu ndoa ya kanisani watu hawaachani eh? wanahasiana wana ah. au hawaachani, zamani ilikuwa hivyo eh? walikuwa hawaachani wanahasiana mm. lakini siku hizi mm. ndio mwanamke anaondoka, mwanamume anaondoka hivyo wanatafuta tu wanawake yeah, wengine mwanamume mwingine lakini mume ni yule yeah. Mm. Yeah, yeah, maneno vipi sasa maana maana binti alijimaliza maneno. Wenzangu, mwenzangu oh, ndio yeah. Tunaambiwa tusinene tusi tukamaliza. <laughs> E, tusiseme tukamaliza, watoto wangu wazuri yeah. Yeah. Unapokuwa na mwenzako umezaa naye yeah, mmelala shuka moja yeah, kakuvua nguo ya ndani umemvua, yeah, usiseme maneno ukamaliza, mtoto wangu mzuri eh? Leo na kesho na kesho kutwa, uso mdogo kama kidonge cha piritoni, gari unaipokea hivi hivi vizuri tu <laughs> kwa raha zako. E, umemsema vibaya, umemsema lakini, huyo huyo ndio wa kwako, wa kwako, wa kwako tu, hawi wa mtu mwingine, hasa mapenzi yao ambayo bado wao wadogo sio watu wazima. Tukiacha tunaacha kweli, kweli yani e. Lakini kwa vijana kuacha ndo ile mnaachana mnarudiana e. Naachana mnarudiana e. Vile vile si, si usiseme ukamaliza maneno leo uyo, e. Na kesho huyo huyo ndo mzishi wako na mabegi leo akamuonesha yale mabegi e. Sasa ninakuja na gari e. Kama kila siku linisimangie mabegi ya shule A, chukua. E, sasa chukua gari hilo tuone utaikataa mm. Kaikataa gari kaikataa kama gari. Umeona eh? Ndo penzi kama limerudi upya sasa hivi anambeba eh, akubeba mgongoni mgongoni tukubeba <laughs> <laughs> mgongoni so, sasa hivi atambeba eti. na sasa hivi atampromote atamsifia vizuri mm. sana eti. sasa sasa hivi Richie atachofanya mm. akiondoka arudi alete tena gari ah. yaani sasa hivi mabegi aache aache mabegi, ache. A -a, ache, mabegi. Acheze tu tu na uzaa magari tu, yeah, magari, magari tu, uh -huh, aongeze nyumba nyingine, yaani magari, nyumba, magari, nyumba hivyo, uh -huh. Mwendo mdundo kule, mm, kule awe nao lakini mm, akirudi huku alete magari, sisi tunataka vitu wewe mm, fanya fanya <laughs> hivi. Mama, watoto wako wazuri uh, nani uh, niliona kiredio na, na, na vidola wamerudiana wame, wame si kwa ni, ni, kwa ni mchezo ule na nini? Maana siku ya Valentine wanarejea lakini, kuna kuna baadhi ya watu wana zungumza bwana, si tuitamani waachane. Kwa nini inakuwa ni hivyo, walitamani waachane watu... wanga wakubwa ao? Kwani watu... kwani wale walioana lini? Kwani mtu na mkeo wale, sasa waachane vipi? Na wakati watu watakuoana hawajaoana, ndoto gani hizo wanazowaombea hmm. wangesema Mungu awajalie waoane, hey. lakini waachane vipi? Kwani wameoana bado? Ah. Sasa basi, hawawezi kuachana hey. Watakuwepo tu sana, tena mtawaona sana sana tu <laughs> zaidi ya hivyo mnavyofikiria. Unajua watu bwana, wakishaona hey, watu wako karibu karibu yao huwa sio maneno mazuri hmm. Wanataka mabaya mabaya yatendeke, binadamu bwana hey. Binadamu wapendi kukuona ukiwa na furaha ah. Yani furaha ya binadamu wewe upotokewe, yani uharibikiwe kila kitu na sijui wanapata nini hivyo eh. wakisema waachane, tunatamani waachane. Wao wanapata nini? Hawapati kitu chochote. Wakiachana nyinyi amfaidi kitu mm. Wasipoachana amfaidi kitu, waacheni tu. Lakini mama, kwa nini Kiredio anasemwa sana kwamba ule binti ni kama sio saizi yake? Kwa nini siku hizi watu wanachukua mishanga, zitakuwa yeye yule ah. Wamwache tu au, Kiredio kwa vile anaonekana mdogo mdogo eh, Hapati mwili yule, naye hapati mwili. unadhani mwili unaenda wapi? Aa, mwili unayayukia kwenye mwili wa mtu <laughs> mwili unayayuka kwenye mwili wa binadamu mwenzie eh, sijekuwa anatolewa mafuta huko na kila kitu. Wewe kuna wanawake wengine wanyonyaji wewe eh? Hey. Binti binti, inawezekana yule binti anayaweza, ndo anamnyonya mwili mwenzie E, anayaweza mjuzi, yeah, kwa, kwa, so, kwa kungwi kaenda mm. Hapo wewe ulimfunda nini? <laughs> A -a. Aka. Ana basi anakufuatilia mtandaoni basi. Na yeah, labda kisirisiri, hey, kisirisiri. Kunu, wapo wengi wananifuatilia kisirisiri na waongei, na wasemi utasikia anajua nini, hawezi chochote hey. Ngekuwa hivi ele ele. Kumbe lakini wanaiba nusu nusu, kashata wanaagiza chai, wanaagizia sa, mmeitoa wapi hiyo chai na kashata? Mama Love Kungwi kashata, yeye mambo ya mjini mjini. Somo gani naye? Kungwi gani? Kungwi gani na vyake? Msinue, msile, wanaingia vizuri sana tena, nawaona sasa kisiri siri.